Ndugu zangu wana habari, tunawakaribisha sana katika hiki kikao. Ni kikao cha kawaida kabisa cha kikazi cha baraza la uongozi ya Chadema ya kanda ya Ziwa Victoria. Yaani hichi ni kikao ambacho kipo kwenye kalenda ya chama, hiyo sio kikao cha dharura, ni kikao ambacho kipo kwenye utaratibu. Tuna masuala mengi ya ndani ya chama ya ujenzi wa chama chetu tutakachozungumzia hapa leo, ili viongozi wanaotoka kwenye mikoa na wilaya wanapoondoka hapa waende kufanya shughuli za chama. Sasa ninachotaka kuzungumza mimi ni masuala kadhaa ambayo yametokea katika taifa letu kwa kipindi hiki kama cha miezi sita saba, mpaka leo tulipofika, ili watanzania kwa ujumla wajue pozisheni yetu kama viongozi wa Chadema wakanda kanda ya ziwa Victoria posisheni yetu ni nini? Maoni yetu, maoni yetu ni nini na maoni yetu ni yapi? kutokana na vitu kadha kadhaa ambavyo vinatokea katika taifa letu kwa sasa. Kama mnavyojua, hivi karibuni viongozi wetu wakuu wote wa chama walikuwa wamekamatwa, wakakaa ndani kama siku saba, sasa hivi wako nje kwa dhamana, kesi yao imeshapelekwa mpaka mahakamani, na mimi naamini na hii ndiyo ndio msingi wa tunachozungumza na waandishi wa habari leo. Kazi ya serikali ya msingi, serikali yoyote duniani kwanza ni kulinda uhai wa raia wake, kwa sababu maisha ya mwanadamu na uhai hautolewi na serikali yote duniani. Uhai wa mwanadamu unatolewa na Mwenyezi Mungu. Katika taifa letu, katika kipindi cha hivi karibuni, kuna milolongo mingi ya mambo ya ajabu ajabu ambao watu wanapotea tu, watu wanakufa na hakuna hatua inayochukuliwa. Lakini ukifuatilia polisi wanasema tu kwamba kuna watu wamekamatwa, lakini hatujawahi kuwaona hata kwenye taarifa ya habari. Kama mtu tu amekamatwa na msokoto mmoja wa bangi, wanatoa mpaka kwenye taarifa ya habari. Hawa watu hata sio lazima tujawahi kuona, wanasema tu kwamba kuna watu wamekamatwa, wala hatujawahi kuona popote wamefikishwa mahakamani. Wa hivi karibuni, mnakumbuka, mna kuna kesi ya Ben Saanane yaani mwanadamu anapotea katika hili taifa, hajulikani yuko wapi. Hakuna ripoti yoyote ya polisi, hakuna mtu aliyekamatwa, hakuna hatua zozote ambazo tumeona zimechukuliwa na serikali. Kuna mtu anaitwa Azori, mwandishi wa habari wa Mwananchi, huyu mtu amepotea leo, nafikia na siku zaidi ya mia nafikiri, toka amepotea. Kumbuka kesi ya yule dada anaitwa Aquiline, huyu pia ambaye ameuawa katika kipindi hiki cha uchaguzi, ambaye leo viongozi wetu wakuu wanachukuliwa wanapelekwa polisi, alafu moja ya mashtaka wanayopewa kwamba walisababisha kifo cha yule mwanafunzi mwanafunzi aliyepigwa na risasi na wao, kati yao hakuna hata moja ambaye alikuwa na bunduki. Kwa niaba ya kanda yetu ya ziwa Victoria, tunapinga kitendo cha kunyanyaswa kwa viongozi wetu kubambizikiwa kesi, kesi ambayo haina msingi, kesi ya uonevu. Hili ndugu zangu wanahabari, ndio nilikuwa nataka nisisitize kabisa, na serikali iwe fair, ifanye uchunguzi. Kwa hiyo ndugu zangu wanahabari, nawashukuruni sana. Huu ndio ujumbe tulikuwa nataka kutoa kwa niaba ya chama chetu kanda ya ziwa Victoria.